Meli ya kivita ya Urusi aina ya corvette Stoikiy imewasili katika bandari ya kusini ya Irani ya Bandar Abbas, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini kati ya Moscow na Tehran katika Bahari ya Oman na kaskazini mwa Bahari ya Hindi. Tukio hili linakuja katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, siku chache tu baada ya Irani kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi katika Mlango wa Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Kuwasili kwa meli ya Urusi jana Jumatano, Februari 18, mwaka 2026 katika bandari ya Abbas kunatazamwa kama hatua ya kimkakati yenye ujumbe mzito wa kijeshi na kisiasa. Bandari ya Abbas ni kitovu muhimu cha kijeshi cha Irani ikihudumia huba ya Uajemi na mlango wa Hormuz na pia ni kituo kikuu cha operesheni za jeshi la wanamaji la Irani pamoja na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Kupitia bandari hii, Irani ina uwezo wa kufuatilia na kudhibiti harakati za meli za kibiashara na kijeshi zinazopita katika njia nyeti zaidi za bahari duniani mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayotarajiwa kufanyika katika Bahari ya Oman na Bahari ya Hindi yana lengo la kuimarisha uratibu wa kimkakati kati ya majeshi ya majini ya Urusi na Irani. Mazoezi haya yanatarajiwa kuhusisha meli za kivita, manowari na ndege za kijeshi, helikopta za baharini, pamoja na vikosi maalum vya majini, kwa lengo la kujaribu uwezo wa kupambana na vitisho vya baharini, kulinda njia za biashara kupambana na ugaidi wa majini na kuonyesha uwezo wa kufanya operesheni za pamoja katika mazingira ya kivita. Hatua hii inaonyesha wazi kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati like ya Moscow na Tehran katika kipindi ambacho mataifa yote mawili yanakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka Marekani na washirika wake wa Magharibi. Urusi inakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na kijeshi kutokana na vita vyake vya Ukraine huku Irani ikiendelea kukabiliwa na vikwazo kutokana na mpango wake wa nyuklia na sera zake za kikanda. Ushirikiano wao wa kijeshi unaonekana kama njia ya kuimarisha msimamo wao dhidi ya kile wanachokiita ushawishi wa Magharibi katika masuala ya kimataifa. Kwa wataalam wa masuala ya usalama wa kimataifa, mazoezi haya yana maana zaidi ya mafunzo ya kawaida ya kijeshi. Yanachukuliwa kama ujumbe wa wazi kwa Marekani NATO na washirika wake wa Magharibi kwamba Urusi na Irani zina uwezo wa kushirikiana kijeshi na kudhibiti maeneo muhimu ya bahari endapo mzozo mkubwa utatokea. Bahari ya Oman na Bahari ya Hindi ni njia kuu za usafirishaji wa mafuta, gesi na bidhaa muhimu kutoka Mashariki ya Kati kwenda Asia, Ulaya na Afrika. Hivyo uwepo wa majeshi ya Urusi na Irani katika eneo hili una athari kubwa kwa usalama wa nishati duniani. Mazoezi haya pia yanafanyika katika muktadha wa hatua za hivi karibuni za Irani katika Mlango wa Hormuz ambapo Teherani imekuwa ikifanya mazoezi ya kijeshi ya hali ya juu, ikijaribu makombora, drones na mbinu za kudhibiti njia za baharini. Mlango wa Hormuz ni njia ambayo zaidi ya asilimia kubwa ya mafuta duniani husafirishwa, na tishio lolote la kufunga linaweza kusababisha mshtuko mkubwa wa bei za mafuta na athari za kiuchumi duniani. Kwa upande wa Urusi, ushiriki wake katika mazoezi haya unaonyesha jitihada za Moscow kupanua ushawishi wake katika Mashariki ya Kati na Bahari ya Hindi, na kuonyesha kuwa bado ni nguvu kubwa ya kijeshi yenye uwezo wa kufanya operesheni mbali na mipaka yake. Urusi imekuwa ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika maeneo ya kimkakati duniani ikitumia diplomasia ya kijeshi kama chombo cha kuimarisha ushawishi usha usha wake wa kisiasa na kiusalama. Kwa ujumla kuwasili kwa meli ya kivita ya Urusi katika bandari ya Abbas na maandalizi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanaashiria hatua mpya ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Urusi na Irani anaweza kuongeza wasiwasi wa mataifa ya Maghreb kuhusu usalama wa njia za baharini na usawa wa nguvu katika Mashariki ya Kati na bahari ya Hindi. Mazoezi haya yanaweza pia kuwa ishara ya kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi wa kambi ya nchi zinazopinga ushawishi wa Marekani, hatua ambayo inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa siasa za kimataifa, usalama wa nishati na utulivu wa kikanda katika miaka ijayo.